Ipo kumarisha maisha yako. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia wepesi wa shughuli yetu hii, baada ya muda mrefu. Tumepitia changamoto nyingi, mpaka tukafikia hatua hii leo ya kusaini mkataba huu. Mambo ni karibu manne hayo kwenye contract moja, maanake mtu anaweza akasema mbona pesa nyingi? Pesa nyingi kwa sababu mradi tunaofanya ni wa kisasa na wa maendeleo ambayo tumezoea kukuta nchi za wenzetu, leo unakuja Zanzibar, lakini pia utakuwa na items nne kila items moja inamshinda mwenzake. Naamini ndani ya muda mchache, by 2027 Zanzibar masuala ya umeme kukatika kupungua tutakuwa tumeshasahau, na tutakuwa tuna umeme wa kutosha na hata wa kuweza kuuza nchi jirani, ikibidi tunaweza tutakuwa tunauza, kwa sababu lengo letu chini ya azma ya mheshimiwa rais wetu mpenzi, ana lengo la angalau atapoondoka madarakani tuwe na angalau megawati mia nane kwenda juu za umeme ambapo Zanzibar nzima matumizi yake yatakuwa chini ya mia moja na sabini. Nawashukuru wenzetu Elecmech, kwamba mkataba huu utaleta manufaa makubwa kwenye uimarishaji wa umeme na tutakuwa na mambo ya kisasa kama alivyosema. Hata kama line imekatika mahala, kwenye system itatuonyesha wapi imekatika, na mafundi wetu wakitoka tu wanajua waende wapi, wasimame wapi, ndio kwenye tatizo ambalo la umeme amenasa kwenye waya ama nguzo imeanguka na kadhalika. Sasa pale inakuwa ni changamoto ya kuweza kujua tatizo limetokea eneo gani, mpaka ikatripu eneo lote zima. Kwa hiyo huu eh, hii component ya distribution management system ni muhimu sana eh, katika eh, katika mkataba huu, na ambao sasa itaondosha swala la umeme kukatika katika eneo moja na kukaa masaa mengi au muda mrefu, watendaji wetu wakijaribu kutafuta wapi tatizo limetokezea. Kwa hiyo mtu atakaa ofisini ataona tatizo limetokea wapi, atawadirect mafundi wataenda kusolve tatizo, maisha yanaendelea. Component ya nne eh, ni muhimu sana nayo, ni ubadilishaji wa laini zetu kutoka kwenye 11 kV, kutoka kwenye mkondo wa kumi na moja kV kwenda kwenye mkondo wa thelathini na tatu, inasaidia upotevu kupungua kwa kupotea kwa umeme kwa wingi kwa sababu umeme line nyingi za kwetu hapa zinatumia 11 kV zinaenda kwa wananchi. Lakini pili, kumekuwa sasa na changamoto ya kuweko na matransforma mengi bila sababu za msingi. Sasa tukiwa tukibadilisha tuki upgrade line zetu grid yetu e, zote zikawa kwenye 33 kV, manaake sasa tunaweza kuweka e, transforma moja kubwa na ikasavu eneo kubwa. Lakini pili, upotevu wa umeme utashuka manake sasa hizi 11 KV zinakuwa ni nyingi kiasi kwamba sasa umeme unakuwa unapotea kwa wingi, lakini tukiweka kwenye 33, manake tuna tumea upgrade na ile ile e, power loss. Lakini pili tunaweza kusave hata umeme mwingine ukaenda kwa sehemu nyingine. Ndio maana sasa hivi utakuta e, shirika letu la ZECO linafanya kazi hiyo manual, yani kama ni ad hoc, leo anabadilisha line huku kesho kule, lakini anaenda kwenye 33. Kwa hiyo mradi huu ni mkubwa sana, na una jumla ya thamani ya karibu milioni e, mia moja hamsini na tisa dola. Kwa hiyo na hii ya betri tunategemea ndani ya miezi mitatu e, betri zitakuwa zishafika, lakini hii ya sola nayo tunategemea ndani ya miezi sita mpaka tisa tutakuwa sahi tushaweka plant yetu ya megawati ishirini ambayo sasa tutakuwa tunaitumia katika shughuli zetu na kuingiza kwenye gridi kwa ajili ya kusevu matatizo tuliokuwa nayo ya umeme. Mradi huu ni muhimu sana, muda mrefu tulikuwa tume tuna experience kukatika katika kwa umeme na mara nyingi chanzo cha kukatika huu umeme kunatokana na uchakavu wa, mi, wa miundombinu yetu. Particular distribution lines zetu zina zina umri mrefu sana kwa kadri mafundi wanavyojitahidi kurekebisha kasoro zinapotokea hapa na pale, lakini bado zimekuwa ziki zikitokea mara kwa mara kwa sababu ya uchakavu wa miundombinu yetu. tuta, tuta upgrade line zetu za, za, za, za mkondo wa 33 kV ambapo karibu kilomita mia mbili na kumi kutoka tuta chenji zile waya kwanza kutoka milimita hamsini kwenda kwenye milimita mia moja hamsini manake kwamba distribution line yetu zilikuwa na ukomo wa megawati kumi na saba kwa kila line ambayo tulikuwa tumeijenga na saba lakini mahitaji sasa hivi yamekuwa makubwa. Tumeona kule kaskazini uwekezaji uliofanywa, tumeona kusini uwekezaji uliofanywa, tumeona maeneo ya fumbo uwekezaji uliofanywa na unaoendelea kufanywa, lakini vile vile itatuwezesha kubadilisha switchgear zetu kutoka megawatt 17 kwenda megawatt 30. Hili litatuwezesha kuendana na kasi ya uwekezaji uliopo, lakini na mahitaji yaliyopo kutoka kwa wawekezaji wetu. Moja ilikuwa ni hiyo, lakini ya pili ni, ni kujenga solar PV generator pale matemo ya megawatt 30 ambayo itaingizwa kwenye gridi. Kwa sasa tunapokea umeme wetu megawati 135.7 kutoka TANESCO kupitia hizo kebo mbili za baharini, lakini mahitaji yetu kwa sasa ni megawati 165. Kwa hiyo tuna tofauti ya karibu megawati 30. Hasa mradi huu utakwenda kutupatia hiyo solution ya kufili ile gap ya megawati 30 ndani ya miezi tisa ijayo, na vile vile mradi huu pia utatuwezesha pia kuwa na betri nne za megawati 20. Maana yake ni kwa nini tunakuwa na betri nne? Kwa sasa hivi tukifili stress katika line yetu mimi nabidi nizime line. Lakini kizima line maeneo mengi nayo watu kwenye grid yanakwenda kiza. Hasa kwa strategy tunayokwenda mfano kwa hizi betri nne moja pengine tuna, tunaweza kuiweka Tumbatu, nyingine tukaiweka Uzi, nyingine tukaiweka Charawe, nyingine tukaiweka Michambi. Maana yake nini? Maana yake tukifili stress katika grid yetu naweza kuiondoa kuliondoa, kuliondoa eneo la Tumbatu, nikaliondoa Uzi kutoka kwenye grid, nikaiondoa Charawe kutoka kwenye grid. Lakini tunapoiondoa kutoka kwenye grid hawaendi kiza, kwa sababu kuna population kidogo iliyokuwa ndogo, kwa hiyo watapata umeme wao kutoka kwenye battery. Kwa hiyo hata tukiondoa kwenye grid bado wataendelea kupata huduma. Ndio maana tumeweka hizi battery. Mradi huu vile vile pamoja na hizo battery pia utakuja component ya megawati thelathini kwa ajili ya ujenzi wa umeme watakaotumia jua. Na moja katika tatizo kubwa sana tulilonalo ni kujua hitilafu katika line zetu imetokea wapi hii natuchukua muda mrefu sana. Ninao mafundi wazuri sana kule ZECO, wakijua mahali ambapo hapo kuna hitilafu basi inaweza kuchukua dakika 30 mpaka 40 kusovu ile tatizo, lakini kutafuta tatizo liko wapi naweza ukatumia hata masaa tisa mpaka tunalijua. Inakuwa imekwisha tuchosha wananchi kwa kiasi kikubwa. Hasa DMS kama distribution management system utakuwa una send signal katika line zetu, na pale signal itakuwa signal ina breaki, Kutakuwa tunatumia teknolojia nyingine ya GIS, ambapo tutaweza ku identify location kwamba folti iliyotokea iko mahali fulani. Kwa hiyo mafundi wetu wanapoondoka kwenye vile vituo vymetengenezwa, wanakwenda direct kwenye mahali ambapo folti imetokea na kuchukua muda mfupi sana kurekebisha ili tofauti na kurejesha huduma ndani ya muda mfupi ujao. ZECO ipo kumarisha maisha yako.